Nam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza kikisha anabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Sasa hivi tunaona kuna picha mpya ambazo Harmonize anaonekana kuzitoa ama kuzirelease e, kupitia social media zake. Sasa tunaona Harmonize mwenyewe ameweza kupiga picha na kufananishwa na msanii kutoka kule nchini Marekani anaenda kwa jina la Nelly ausu bwana, lakini pia wengine wanasema kwamba Harmonize hapa amefanana na 50 Cent. Sasa 50 Cent bwana e, ni msanii kutokea pale nchini Marekani na anasifika kutoa vibao vikali kama In The Club, lakini pia ukiachilia mbali na In The Club uh, tunaona Harmonize kupiga picha zile, manake hata ukiangalia kwenye ile video ya 50 Cent unaona uh, kwamba Eh, Harmonize ni kama kwa mbali anafanana na 50 Cent. Sasa eh, mwonekano huu umeweza kuzua gumzo eh, kutokana pia hata na mwonekano wa kuvaa hizi eh, eh, meno ya, meno ya bandia yani meno ya dhahabu eh, lakini pia uh, tunaona na eh, Jerry Kibao, yani ana vitu vya thamani kama saa e, ya bei kali lakini pia e, tunaona kuna picha moja amepiga akiwa kwenye snow, na kofia imeandikwa Chicago e, kwa hiyo a, tunaona maoni mengi anasema kwamba Harmonize hapa inaonekana anafanana na 50 cent. Sasa basi mmoja hivyo vipimo vya meno ni vya tembo au vya simba e, kwa sababu yeye huwa anajiita tembo. Mwingine akasema 12 cent, yani uh, kumi uh, uh, na mbili senti. Mmoja kaandika kwamba big ban hamo senti o tizi senti. Mmoja akasema kwamba hapa anafanana na neli au meli uh, mmoja akaandika uh, well, epa kapkaka umerudi kwa spidi uh, na haijajulikana pengine kuna project mpya, kwa sababu uh, ukiona picha kama hizi Uh, yawezekana kuna projekti mpya mm, kuna projekti mpya uh, pengine ukashuhudia hizi picha katika video eh, katika video kwa sababu, uh, wasanii huwa wanatumia pesa nyingi sana katika kutengeneza video. Sasa uh, picha kama hizi inaonekana hajapiga kwa kwa hapa Bongo inaonekana atakuwa ametembea kidogo na kuelekea kule Ulaya ama Marekani eh, kwa ajili ya kuweza kupiga hizo picha. Mmoja kaandika eh, 50 snow eh, chuma chikole moto eh, yani chuma kinawaka moto. Mwendo ni yule yule mpaka mtubu kazi, mnaye tafuteni kazi nyingine. Eh, Big Elephant waiting album 31, manake inaonekana eh, kuna album inasubiriwa kwa hamu yani na mashabiki yani, ukiachilia mbali na yote ni kwamba kuna album ambayo eh, ya Harmonize ilibidi release, lakini tunaona kuna vitu vimetokea, ameonekana kusogeza mbele. Uh, mmoja kaandika 30 sent 50 inaeleweka eh, 50 sent mfuko wa simenti yani hausio. Mmoja kaandika jeshi umetisha sana eh, mmoja kasema Mtwara, 50 asakwe kwa wivu mkubwa sana. Mhm, mm, mmoja kusema wow very nice Uh, kipala kiko wapi? E, 50 cent wa kuvundika mwesema young nyula, e, make up ya miaka ya mbele. Mmoja kaandika kwamba stay positive, no matter what, au sio kwa sababu tunaona 50 cent alikuwa anavaa kofia pamoja na, e, na duragi e, lakini bila kuchau cheni, bila kusahau ucheni, ndio kitu kilichokuwa kina happen katika mionekano yake ya miaka 2000. Mmoja, um, kaandika kwamba E, msanii umetisha. Mmoja uh, uh, akaandika kwamba uh, bro unafahamu kwamba mi ni shabiki yako e, ila inachosikitika ni kwamba kuanzia mwanzo wa mwaka hadi sahivi tunafika mwisho, hujafanya show kali kama wasanii wengine, hujachukua hata kombe moja, yani sijalizika, ndo sikitiko langu hilo. Manake anasikitika anaweza hajafanya show ya maana kama e, wasanii wengine E, wanavyofanya. Mmoja akaandika kwamba konde, hizi picha kazi sana e, au sio bwana e? Mmoja akasema makonde sent look like 50 Cent man, kwenda, hatuna mvuto. Sasa hizi chukua dishi, uza mboga mboga, sisi, sisi wananchi hatukutaki e, huo uso sasa ilivyompana kama haya. Ah, mmoja kaandika asake E, mwingine anasema vichenji kama visenti. Mwingine kasema uh, 20% ya yeah. Kwa hiyo wengi umeonekana kumtania kuhusiana na e, mwonekano wake huo, na pia uh, ni, inaonekana kuna project anataka kuiachia, lakini ndo hizo ndo picha ambazo inaonekana zimezua gumzo kwa sababu alikaa kimya sana na kuna album ambayo ndo nasubia kwa hamu, lakini kwa hichi kinachoendelea e, ni kwamba watu wanamfananisha na 50 Cent kutoka kule nchini Marekani, na hii inaonyesha wazi kabisa kwamba Harmonize pengine, eh, kuna kitu anataka kukitoa, lakini eh, kingine tunaona hata hizi blog hazijazungumzia ah, sana kuhusiana na swala hili la Harmonize ku, eh, kupiga picha ambazo anamfananisha na 50 Cent au auso bana eh, inaonekana kabisa kwamba eh, kuna jambo pia Inaonekana, eh, kuendea vibaya wasanii kwa sababu sasa hivi eh, tunaelezwa kwamba wasanii watafute kazi ya kufanya, kama hawana kazi basi wajaribu hata kubeba zege ili kuweza kufanya vitu tano kwa sababu attention ya zamani, tunaona Harmonize akitoa picha kama hivi ilikuwa ni ilikuwa ni, ni, ni, ni furaha kwa mashabiki kwa sababu uh, ilikuwa inaelezwa kwamba inaonekana e, kabisa kwamba msanii e, hapa e, pengine kuna kitu ambacho anataka kuja kukifanya. Lakini sasa attention ilikuwa kubwa tu kujua ni kuna nini na picha hizi zinamaanisha nini. Lakini kwa mimi ninachoona picha hizi zinamaanisha ni miongoni mwa video ambazo tutakuja kuzitazama siku za baadaye, yaani kuna video ambazo tutakuja kuziangalia kwa siku za usoni na hizo video uh, itakuwa ni video moja hapo, atakuwa uh, amevaa katika mavazi hayo. Kwa hiyo itakuwa ni bonge moja la video, na video hiyo inaweza ikaweka au ikafanya maajabu makubwa sana kupitia. Na kwa hiyo sasa, uh, kama mashabiki unahisi uh, pengine hizi picha eh, Harmonize unamfananisha na msanii gani hapa? Kuna wasanii watatu. Kuna Neli, Neli alikuwa anavaa duragi, kofia au sio, na cheni kama alivyovaa Harmonize, lakini pia tunaona kwa eh, upande wa 50 Cent, ehe, huyu jamaa wa in the club, na pia alikuwa anavaa eh, mwonekano kama alionao sasa hivi Harmonize, na ni mionekano ya kitambo sana na alikuwa anapendeza sana, lakini pia uh, tunaona wengine kwa, kwa kutokana na neno 50 Cent wameamua kumpa jina la eh, 20% lakini kwa namna moja ama nyingine, yote ya yote eh, mazito yameweza kumkuta sasa. Sijajua hiyo video itakuwaje, inaonekana video ambayo ni kwa namna moja ama nyingine itaenda kuweka rekodi eh, nyingi town. Unalipi la kuzungumzia kuhusiana na huu muonekano mpya wa Harmonize? Dodosha maoni yako. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana Mkubwa Media, hakikisha eh, unabonyeza alama nyekundu, ili kwa subscribe, share, like na comment.